Al assalamu alaikum. Assalamu alaikum, wenyewe mpo kweli huko Ustaz? Assalamu alaikum. Walikum salaam. Umekuja saa ngapi? nipo muda sana, nakuona mshikatama. Oh, karibu sana, ngoja nikakuchukulie kitu basi, karibu asante. As kaka kwanza, naomba kuongea naye. Na ongea na, nakusikia. Hivi, nikuulize, hiyo kanzu umeitoa wapi? Kanzu nimeitoa wapi? si yangu kaka, sio hivyo. Haya basi, unajua hivyo yangu hii kanzu. Lakini mbona anafananisha hiyo kanzu pamoja na kofia yake, kufananisha na nani? Kuna usabi mmoja amekuja amevaa hivyo hivyo tuheshimiane yeah. Sawa, tuheshimiane kabisa. Shanza kuniletea umalaya wako hapa, nitajia tajia ustazi ndio anakambe, nitamwogopa kwa kwani mtu wa madini dini. Tuheshimiane bana. Sawa, hapana kaka, si hivyo unavyofikiria wewe. Nitakuzibua wewe unjui vizuri e. Hapana kaka, mi sikua hivyo, mi mtu mwenye najiheshimu. Kinaambia hivyo, takuwa nikosea sana wewe. Ushaanza umalaya, si ndio? Hapana, si hivyo. Basi naomba unisikilize nikwambie. Haya, ongea, nakusikiliza ni ni ule aliyekuja hapa ni Ustadhi wa Hasani, Ustadhi wa Hasani. mm. ha. Sasa ankuja kufanya nini? Alikuwa mkuja kuelezea kuhusu Hasani, madrasa madrasa. mm. ya Hasani kuna nini sasa? Ah, yeye asema sijui hamwelewi, amebadilika, si kama kawaida yake. Vipi ustadhi, huu ujio wako je, kuna tatizo lolote huko la mdogo wangu? Mimi ujio wangu kwako ni kwa sababu ya mdogo wako, nimemwona uko katika hali ya mawazo, sikumzoea namna nilivyomwona. Mimi pia nimemwona hivyo hivyo, lakini hata sijamuuliza, lakini baadaye nitamuuliza, nitajua tatizo liko wapi. Sasa shida itakuwa nini? Mbona mi aniambii mimi? Basi ndo amekuja leo hivi, ndo akanielezea mimi. Ay, sawa.

Naona Dola... tema ya swala ishafika tuandamane pamoja tukaswali. Umwelewa ustadhi. Mgopeni ni Mungu sinyewe Waislamu mjua Mungu, mbona tuchanganya mafaili ustadhi. Mimi nakumbusha tu kwamba nimewaona mko maskani na mwapoteza muda wenu bure, kwa siku mtarudi kwa sote tutarudi kwa Mungu. Msipoteze muda wenu, na mimi siwalazimishi bali na wanasihi, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anasema la ikraa fiddini, tusilazimishane katika dini. Mimi langu kukumbusha tu kwamba huu muda ambao mweupoteza hapo leo, mtaenda msikitini dakika tano tu, muogopeni Mwenyezi Mungu. kwa mja wa Mungu watukumbusha nini tulichosahau sisi hapa, huy azingue usheeu

Wana pande zipi mdogo? Mdogo, ah mimi nafika hapo mtaa pili. Hebu twende zetu na hivi. Huyu mdogo hata ende na. Mpatie zuna lake twende zetu. Beba kochi hilo twende zetu. Hapa ni ustadhi wa Hassani.

Assalamu alaikum. Mbona unaonekana kama uko sawa? Shida ni nini kwani, kaka? Kaka, sinaongea naye, shida nini? Toka nikukuta hapo juu na nini nekana mwenye mawazo kweli, nakuuliza hata kuna shida nini? Oya mdogo wangu, hata nikikuelezea huwezi elewa bro. Sasa uniambie, ndo kama kuna suluhisho, tutake suluhisho, tufanye tutafanya. Sasa ukikakima kama hivyo, si ndio unazidi kujongezea mawazo mengine mdogo, mdogo. Mdogo ha, Zahali, mdogo wangu, mimi nina swali nikuulize. Swali gani? Kwa mfano zile pilika pilika pale wapite maalimu <tipi> sawa, maalimu ashapita hapo, akabwale maalimusau. Uh-huh. ashakabwale maalimu hivyo, azani yule alomkaba maalimu, kuna adhabu gani atapata pale? Kwanza kabisa huyo alomkabaue ustadhi ana madhambi haya mawili aliyofanya. Kwanza kabisa, dhulma aimdhulumu yule ustadhi kwa vitu vyake alivyomchukulia, na pia uizi. Sasa chakufanya pale ni atubu, naombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hmm, na pia kwa yule alomwibia. Halafu kwani, mdogo wangu, ana lazima yule amfuate yule ustadhi akamwombe msamaha. Sasa hapo ni lazima, kwa sababu gani? hmm. Maanake yule ustadhi alokabwa hawezi akatole msamaha kabla hajaridhia. Uh, mm, hmm. Kwa ustadhi nini? Kuna mtu amekaba ustadhi.

Hapa kujapani ustadh wa Hasani, ustadh wa Hasani? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Naye kwani ameenda kabisa? ah, labda amepata foneni huko. Siwajua tena mambo ya asubuhi asubuhi, kila mtu anataka vitu vya chai. Hmm. Sawa hmm. ni sema nini dada mi hmm. Kuna kitu kwa anda, nakusikiza hmm. Wale makosa makosa nimekufanyia nini, nini, ah hata nilikusamehe kitambo. Nami nakupenda kama kaka yangu, nakujali na pia nakuheshimu kama mkubwa wangu. Mimi sina shida na wewe, kwa roho safi kabisa. Kuwa na amani, mimi nilikusamehe kitambo. Alikuwa nataka alikuwa nataka tu ubadilike, yaani mwenendo mwema, ujirekebishe uwe mtu mwema. Mimi ndo nataka hivi. Asante sana dadangu kwa msamaha wako, nashukuru sana. Siwe na shida, kwa safi kabisa. Mimi nilikusamehe kitambo.

Mazuri. Mimi nataka kuja huko upo. Oh, kama saa ngapi sasa? Hivi sasa. Sasa tayari nishatoka. Okay. Sasa mimi niko kwa Mama Getu hapa, ninatulia, utanipata hapa maskani kwangu hapa kwenye wana kaa kila siku. Waniletea mazuri gani? Najisikia tu kwa na wewe. mama mtu? Ajiskia tukas unibebea lunch kabisa albiriani la Jumaa. Ni mwenye biriani tosha. Wacha. <laughs> Nakubali sasa, mimi niko hapa maskani, basi hapa home hapa kwenye huwa nakaakaa hapa nje sawa. So, utanipata hapo sawa, au sio? Eh, mtu leo nacho chumanacho

Sio mtoto wako, sawa au? Umejua kabisa wazi ameenda msikitini, ama si ni Hasani yule, na anasoma naye madrasa moja, asije akanchomea. Alafu leo leo ya hiyo tunafaa hata kama makosa kwa Mungu, lakini watakuwa wanaongea nini? Ama labda wanajuana Ijumaa. Muda kama hiyo watu wanajiandaa ndio msikitini. Hata pita kufanya yule msomo wake yule ni mwanafunzi kama mimi nasoma naye. Hicho tu labda, nidhani yavyo, si hivyo. Kuzikatia kaka, Mungu atamua. Sasa, nimekuelewa mdogo wangu. Tajaribu kuzingatia sawa. Kilongo cha jambo kweli, busa wewe, nilikwambia nini? Hivi nilikushauri madrasa hayo unayofanya kwa ustadi waheusi leo ni siku ya Ijumaa, na kweli mtu wa kike zimpatia hivi. Mwako anajua kama unafanya ukumba kwa sikia? Leo ni siku ya Ijumaa, umevaa buibui kama hivi. Mwako anajua unaenda wapi? Msikiti ndio unakuja kukaa na wanaume kama hivi nje? Kweli mtu wa Islamu bado sio kama hivi. Wewe ni kwambiaje kufuatilia maisha yangu, alafu maisha ni yangu pia. Chenye tutafundishwa madrasa, kila mtu ashike na akili yake mimi na shika yangu, shika yako, alafu mimi inaona nafanya mm. tu ni sawa, sio ni kama kuna wote ah, ubaya wote nimeshafikisha majibu kesho kwa mimi sawa, na unikome wewe, mwanzo na mwisho kunifuatilia maisha yangu. Unaweza kwenda nani? unaweza kwenda nani? Ndanisapaitabidi uende nyumbani tusamani ka kuchosha

Simu yangu simu yako? Vipi mwanangu? simu yangu uko nayo simu yako? hiyo ni simu yangu, nipe simu yangu. Sikupi. Nipe simu yangu. Sitoi. Utanipa. Utanipanivikui utoi. Utatoa simu utoi? Nipe ni. Simu yangu nipe simu yangu, ngoja nikuoneshe hata